Imechesha watu wa Pokot, watu wa elgeyo Marakwet, watu wa Baringo, hiyo belti yote ni watu wazuri. Wale watu tulipata ni wakora, walikuwa baada wanaiba ng'ombe zamani. Ikafika mahali wakaanza kuua watu, ikafika mahali wakaanza kuua wamama, ikafika mahali wakaua watoto wadogo. Sasa imefika mahali wameua bishop, eh, father. Mimi nataka niseme nikiwa kiongozi mmoja wa taifa la Kenya, IG dijiaj wetu hapa, nataka niwapee pongezi kwanza, for the first time polisi wetu jeshi polisi na wale wengine wote wameshikana for the first time Hii kuua Father Alois, sio waliua Father Alois kimakosa, ni kwa sababu walikuwa wamekuwa konard, wamezuiwa kuiba ng'ombe, wamezuiwa, wamezuia kuumiza watu wale wengine. Sasa wakarudi sasa uchogozi. Na unajua eh, djig, msidanganyane, wale watu wanajulikana. Sisi kama viongozi jukumu yetu ni kuhubiri amani. Ndio mpatie governor. Hiyo mneneo la Kerio Vale lazima ikuwe gazetted as disturbed area so that operation can be done. Kama ile ilifanyika Mount Elgon kufukuza SDLF pale operation disturbed area. It should be gazetted as so, so that we can protect lives and property. Na ile barabara ya Chesoi ile yote chikuenda Chesoi mpaka Kerio Valley, ile ingine inaenda kuanzia pale Endo mpaka Piretwa. Tufungue hiyo sehemu kwa maendeleo na barabara, ndio watu wetu huko. Sehemu ikifunguka, ndio hii ukosefu wa usalama utaweza kuisha. Na mimi nataka niseme hivi, ndugu yangu mmoja ameongea hapa,

We have so many young people and Kenyans who are willing to secure this country. Kwa inajua watu wengi bande hii hawajasikia na wajaona. Bunduki inapigwa tu na kidole moja peke yake. Pulling a trigger is triggered by only one finger. It was done by one person. It was done not done by the whole community. Father was loved by the entire community. Tumekuja na basi karibu kumi wamejaa hapa wote wakikuja kusindikiza father. Nataka niwaombe msamaha watu wa Nandi watu wote kwa niaba ya Elgeyo Marakwet, ya kwamba ilifanyika kweli, labda tungekuwa na uwezo ya kuzuia. Lakini hatu ungeweza kuzuia, hata mimi nilikuwa kilomita saba na singeweza kuzuia, ma, ma, ma, ma, wa, polisi walikuwa hawangeweza kuzuia. Tungekuwa na uwezo, tungekuwa na uwezo hata mimi kwanza tungezuia. Tunawaomba msamaha, na hiyo asira nilipigiwa mpaka na wanafunzi wa shule wa university na kila mahali wananiambia hata Amerika, wananiambia saa hii hata tuende mahali, tukienda tunaambia nyinyi watu ya Elgeyo Marakwet ni wauaji. Nataka niwaombe nyinyi wote mtusamee, na tunawahakikishia hii kifo ya father inaweza kuwa turning point ya hiyo vita iko Kerio Valley. Wengi wetu tujawahi lala, kama mimi nimekuwa governor, tangu niwe governor nilienda kwa president siku ya kwanza, wakati huyu governor anaomba factory, mimi huwa naomba bunduki ya KPR na risasi mimi naomba kambi ya polisi, kambi ya jeshi, hiyo vitu yote ndio mimi naombanga tu nikienda mahali. Au wengine wanaomba barabara na stima na hiyo maneno mengine, mimi nikiomba bunduki, tukaambia wasasi pole. Sijawahi kuona huzuni ambayo inafunika sura ya kila mtu, na hata hapa leo unaona yenye inatandaa hapa ni huzuni, na nimesikia viongozi wetu wakiongea bishop, by the time bishop anaamua kuuliza, mbona huyu alikufa? Kila kifo iko na sababu, hata ya Yesu kulikuwa na sababu, kutuokoa. Hata ya nani kuna sababu, lakini ya Alois ni kwa nini? na bandits hawa pale Kerio Valley ni ile, kila mtu amesema, they have crossed all the red lines kuanzia watoto, akina mama, wazee, sasa wamefikia mapadri. Hii kifo cha fadha Alois Bett tumeweza kujua, na mimi sikuwa nimejua hii mpaka ile siku nilienda Chesongoj pale, tukajua ya kwamba this was a reaction

that was on the standard today has given me more than joy because all governments have had some <laughs> Nimesikia kila mtu amesema mambo ya jamaa fulani anaitwa